Ni ndio wametufanya tujifunze mengi kwa siku ya leo, lakini pia ni mshukuru kaimu mkurugenzi, kuwepo kwake hapa, afisa mbegu kutoka Uyole, afisa utafiti kutoka Igurusi, kuwepo kwa mwanasheria hapa kwa leo ni faraja kwetu. Ninaye afisa ushirika maendeleo pale, ni faraja kwetu ninao wenye vitu wa vijiji wamejitambulisha wawili hapa, nafurahi kuwaona katika ukumbi huu. Lakini pia tunao maveo, ndugu zangu, ni mimi peke yangu. Nafarijika, nashukuru sana wawezeshaji pia kwa kukumbuka kunialika. Ni mengi nimejifunza, na nitakuwa barozi mzuri pia huko niendako. Ndugu zangu, ni maelezo mengi yameelezwa mafunzo mengi tumeyapata, na sijui niseme maneno gani mazuri ili mweze kuyakumbuka yote yaliyosemwa ndani ya ukumbi huu. Sasa basi, ina kero kidogo kwa maveo. Maveo mmewekwa kwa dhamana ya wananchi na kazi yenu, mnajiita ninyi ni walinzi wa amani katika vijiji vyenu, ina maana ni pamoja na kulinda mali za jamii hapa sasa hawa jamaa wanapopata, wanapotaka wapate msaada, maarifa, kwa kuwa wewe ni haki yako kumwandikia kibali bure tu, kwa ajili ya kodi za wananchi mnazopokea mshahara, unamdai fedha. Ndugu zangu, tutafika kwa mtindo huu? Sisi kama madiwani hatutacherea kwa mtu takaye mhakiki, anafanya vituvitu taarifa zake tutafikisha kwa mkurugenzi, tutakaa kikao na hatimaye hati, tunaweza kumuonya au tutamuondoa kabisa, kwa sababu hajatufaa. Maana hiyo ni sehemu ya kazi yako. Karatasi hizo ambazo we kazi yako ni kuandika na kugonga muhuri, ni mali ya wananchi hao hao, ni mali ya wanakijiji hao hao. Inakuwaje sasa? Haya, baadaye ni majibu. sasa sisi madiwani tulio hatutakubali na nitathubutu kuambia madiwani wenzangu siku tukikaa full council kwa haya niliyoyapata na kwa dhamana niliyoipata hapa kusimama kwa niaba ya madiwani wote ambao hawajafika hapa. Hapa ndugu zangu wananchi, mimi niwaombe ubaoni, tumepewa namba nyingi za watu ambao ni msada wetu, wanaweza kutusaidia pale unapoona umetendewa sivyo. Naomba tutumie busara sana kuzitumia hizo simu, na kujua huyu mtu naye mpigia atakusaidia vipi, unamwambia nini. Sio umetoka umejifurahisha, umekunywa bia nyingi, wewe umefika tu ni usiku, unapiga mradi simu no, na wewe tutakuchukulia hatua nyingine. Ndugu zangu, ni nimshukuru mwezeshaji kunikumbuka, kuniita tu nikafika hivyo, sitasema mengi zaidi. Lakini sijajua kama nimekuwa mwenyekiti wa kikao hiki, kwa hiyo siwezi kufunga kikao kwa sababu sijajua nani kafunga. <laughs>